lo syakwitwisaa ni andu keyituke ke ngai ona muvango musyo kwondu wathayu waku kiuvitilite no mawisilo ma kavinda

Mbadi na itoli kabisa kabisa, karibu karibu sana Yesu. Hey, thank you so much. Unakaa beautiful <laughs> e, a girl toto <laughs> <laughs> Thank you. I bless the Lord. Amen. Kwa sababu ni kwa neema tu. Amen. Ya kama si Mungu kunibeba mm. na neema zake kunibeba mm -hmm. na upendo wa, na upendo wake kwangu. mm. Hakika sijui ningelikuwa wapi. Nonga matei yake peke yake. Yes. mm. Masito ma kwa nito wa Miriam Kimeleko. Ni mutangi, kuitu. ni, ye, Yes. ni makuwe ni kuni kuwe nimete. Makuwe ni vandu beta wata vandu beta wa matiliko. Matiliko. Ah, very good. Kuitu ni siaitwe. Yes. na nikona atangiwe, nikele tukaini. Nondati ya utangiwe, na yuni ngwatili na Yesu. Amen. Amen. Karibu sana Miriam. Thank you. <laughs>

musii mm -hmm. wa kithio mm -hmm. kithio ni andu ala mataikia ngai yani mataenda kanisa mm -hmm. nanyenethiie na maumasya si ithangona na makeka sindu mbingi mm -hmm. na nundu ou nowo ui mai nawo wesa kwithia vau ndu ungi mesi ndimatulaa muti nikwithia usu niuo ui namani mai nawo nikwithia mesi mm -hmm. ngona ithangona yes.

sithaithwa ngai tesi kiwe mm -hmm. na ethiwa ive challenge miri navitiie na ithi watona kwasya syana sya kimeleko twesiile ni kweewa musyi wa kithio nundu sometimes onakethiwa ndukwenda twaketa ulaimha aima nundu wi mwana musyusutwna wesa kwithia yani to me that was a very big challenge like kaithaki kindu kha kumisya ngo nginya yu tweana

Wesa kwithia asia maitone ona meheka na asia undu tiku enda kuo Nundu wa kuhithia ona mwoni maathia na uwa Nandu ala meenda umabe na kiteka na kumalunja Wesa kwithia yumo na mwoma maimantha solution Lakini maimantha solution yo Ngai ini siya mebwana na namaya mwoma anda balanga yula wago Lakini ona bailu

paingwa uuniko kwa, kwa andu mm -mm. Kwa ala makwie na paingwa utetho kwa kuthaithangai ila syakwie mm -hmm. iyo ni ubatili mtupu nitakusemba nyana kisebe yes tu nitakusemba nyana kisebe nundu kethiwa ve uniko waiwoneka

ni uamuzi wa ondu wenda kwika noute yes. ukina ukaema kwisa kunywa nundu nie ninatee na ndianywa okay na ngino no munthi ndianywa ninatee wine and spirits lakini ndianywa wine kana ndianywa spirits izi ndianywa ngino munthi yes so ni uamuzi naisye nundu nithi na umbi kuu mm. ekanite lakini ndikalikema itatwani ya ku twika mulevi mhm mm So andu alama, na tia india ina stress, ile ile ile we hatini nyanyu na stress. Na ina stress mbinge pio. Lakini, wetwe ya, ne twe ya. Kuthini wa tayo, yu kila nisitomana, ni ipinda yu ndia ese miri. Lakini umunthi, ninesikana na ninesi osisi atayo, kwa nesa kuthia tayo. What determines in this life? Ne kwetwe ya. Kwetwe ya tayo la ukwenda kwikala. Nindu tayo la ukwenda kwikala. Nuwo kwisa kwikala. Ndio, Biblia yasiai. Ondu mundu uswani maswani omake What a man think mm. That is he becomes mm. Kila mundu waswani ya maswani onemake yes. No chotweka mm. Again, it is all about kwe twia Lewa uh, Weenda ki we enda chao Yes Wavu kumaba Wavu kumamba Wavu kumamba Wavu kumamba Wavu kumamba na nesa kuma naende ju, mm -hmm. maisha ndi maso, nga

nye kindu kyambee nundu natangiwe ni muini mm. ne nditwawa naimutangie mm -hmm. mm -hmm. na ndi mundu umenesi onakuk konthe nasemba na ngai akangilukithya iilo iso kindu kyambee kutwawa wi muini tonaavakwa onakethia natwaiwe ni muini lakini akili yakwa yainima

nda asia aye mm. ona si ndoku mm. ona ita mbai lete mm. ona ita lete musiusu ona ita lete mutwana su ukesa kwedia ndi asia no mm -hmm. nikwithia ni i was just but a young girl mm -hmm. so challenge muno cha kana mundu aitwa wa emuini mm -hmm. edi aye na that innocence ukesa kwedia no atumike nai mm. -hmm. E innocent yes manipulation ndi aye very high mm -hmm.

Mese la matatu wani utwaini Mhmm uh -huh. Mundo ni waka watu wa we wa very innocent Yes Ni watu wa wa manani wa kwata muume Lakini ndui siki ndu kieche kwa muume ni chao Mhmm uh -huh. Ya Ya nye Ndui siku mana muume museo ni chao Mhmm So Mhmm Ni kuidi ya mundu Mundu ya kita umubuto mm. Na No, na, na muno alatu ekanisa Neka yu ni nene alatu ekanisa Yes Nundu ekanisa ni uh -huh. Niko kusie manipulation ni Ila